Nimemwona rais amekasirika sana, nikasema ni kweli, kama ni kweli kwamba hii <laughs> shia inaitwaje, SHA, hata watu wameingilia kwa namna mbalimbali mbali, labda bila yeye kujua au kupitia milango ya nyuma. Jamani, we are together, we are together katika kupiga inyoroshwe, ifae, isaidie watu. Mambo ya hospitali zetu zina shida sana kuna watu wanakufa ovyovyo kwa sababu labda u, kuna ukosefu fulani. Tukazie uongozi wa nafasi hizo, na uongozi wa nafasi hizo kama um, uh, wa Kenya, kwa sababu kanisa ina mahospitali, ina, ma, ma, ma ina, ina zahanati na ngazi mbalimbali mbali za uguzi. Wakati kulipokuwa na transition tuliambiwa kwamba tunahama kutoka NHIF tuingie SHA, na wengi tukasema, okay if it's going to work, but kwanza tunaomba tulipwe na mahospitali yetu yalipwe madai waliokuwa wanafanya kuhusu eh, eh, hela zilio mbao zinadaiwa na kanisa na hata ma, mahospitali ya kibinafsi kumbe na wengine tukaenda tukashauriana na rais. Tukamwambia rais sisi hatuna tunataka watu wapate matibabu na sisi na mahospitali kwanza yetu yanadai hiyo NHIF hela kadhaa, semi ni ngapi kwa sasa. Na kisha tukakubaliana tuka kwamba okay let's register to SHA. Na mwanzoni tukaregister to SHA some of us have worked with the SHA Right from the beginning while we were also in NHIF, sasa the transition ama mapishano ya NHIF na SHA hayakuwa wazi, kwa sababu huku nadaiwa na huku unaanza kulipa kingine, so ili ni jambo ambalo limekuwa na washikadau mbalimbali wakishauriana, wakisha na wakipendekezeana, wakasema watalipa, wakalipa kidogo, ikapungua, lakini matibabu yanaongezeka so Uh, suluhisho halijakuwa wazi kabisa, na tunaomba lipatikane, kwa sababu kama unanidai na unaishi nyumba hii, eh, na unataka kuumbia nyumba yangu nyingine, lazima ulipe ya kwanza na ulipe ya pili pia, so ndivyo tunavyotaka.